Nchi ya Uganda imetoa changamoto ya kirafiki kwa Wakenya kuanza kuvitembelea vivutio vyao vya ndani. Hatua hii inakuja baada ya zaidi ya wanafunzi 700 kutoka Uganda kufanya ziara ya siku nane katika Pwani ya Kenya, kwa lengo la kujifunza na kufurahia mandhari ya eneo hilo maarufu kwa utalii. Ziara hii ni sehemu ya kukuza ushirikiano wa utalii ndani ya Afrika Mashariki. Wanafunzi hao ambao wamemaliza mtihani wao wa gredi ya saba Walisafiri kwa reli ya kisasa SGR kutoka Nairobi hadi Mombasa ambako watatembelea vivutio mbalimbali mbali vya utalii katika eneo la Pwani kabla ya kuelekea Nairobi na baadaye Kisumu. Victor Shitaka na Betty Chan wamepongeza ziara hiyo wakisema ni jeki kwa uchumi kwa jumla, wakibainisha kuwa, Wakenya wakibainisha kuwa Kenya inalenga kuvutia angalau wageni laki tatu kutoka Uganda kila mwaka Kenya Uganda and Tanzania are one. we are selling one another we are, you know, complementing one another and we are delighted to have this school with us so on behalf of the Kenyan team welcome. KTB, we are really excited about hosting the group because what this does for us is it helps us achieve our target of 300,000 Ugandans traveling to Kenya by the end of 20

We will definitely achieve and surpass our numbers. Hatua hii inaonyesha dhamira ya pamoja ya nchi za Afrika Mashariki katika kuhimiza utalii wa ndani na kuimarisha uchumi wa ukanda huu bila kutegemea wageni wa kimataifa pekee. Hatua ya Uganda ni kengele ya kuamsha Wakenya. Ni lazima tujifunze kudhamini vivutio vyetu kabla ya kutazama nchi za nje. Kaxton Musyoka, Musioka, Majestic Digital TV, Mombasa.